Ukiwa unafundisha darasa lako nje, ukachukua darasa lako ukaweka pale, unapiga singeli. mm -hmm. Uh, watu wanazungumza nini? Watu ambao hawajui lugha yetu, labda wanasikia ile sound, wanasemaje? mm -hmm. Wengi wengi huwa wana confuse singeli na soka soka music. Okay, kuna wale wanatumiaga kwa ajili ya hiyo mazoezi as mm. said unakuwa huko faster, lakini ni complete, ni vitu viwili really tofauti mm. lakini tu tempo, I think zinaendana, zinaendana tempo ya yeah. yeah. lakini so wengi wanasema is this soka? No, unaanza kumwambia sasa no, singeli umetokea wapi? Unaanza sasa hivyo kumwelewesha kidogo kidogo, lakini totally ni something new kabisa. Ndio maana hata nili nakumbuka mtu alieni book Singapore, nilikutana naye Kenya Oh, nilikutana Kenya kwenye workshop yangu Kenya before nianze kufundisha amapiano mm. Nilifanya warm up na beat la singeli okay. So alikuwa amazing, akasema so, oh what is this, hichi ni nini? Yaani ume, somo liko ni la piano yes. Lakini warm up ukafanya na singeli. Yeah, na mara nyingi pia wanafanya hivyo, kwa mfano labda nchi zote ambazo si unataka utufundishe amapiano mm, lazima before amapiano ni wa-introduce who am I na huo ndo, yeah, mziki wetu said ndo mziki unaotutambulisha kama Watanzania, hamna mziki mwingine yeah. So huwa anatumia nilikuwa natumia nilianza kutumia kama warm up before niende kufundisha kitu chochote kile, okay. So uh, yeah. Kut, wanap, wanapokea poa so wanapokea poa wanapokea wanapokea poa, poa wanaa ndo kama hivyo, baada ya kuona ile nimefanya warm up akapenda akanibook kwenda Singapore sababu tuk